Kwengeneko, chama cha walimu nchini KNUT tawi la Makueni kimepinga vikali mpango wa serikali wa kuhamisha walimu kutoka bima ya matibabu ya kibinafsi na kuwaweka chini ya bima ya SHA. Katibu wa chama hicho kaunti ya Makueni Benson Ndambuki amesema hatua hiyo ni hujuma kwa walimu kwani wafanyikazi wengine wa umma wamewekwa chini ya bima za kibinafsi. Ameonya TSC kuwa huenda hatua hiyo ikalazimisha walimu kufanya mgomo wa kitaifa Januari kuipinga. Like, sio mambo ya kuchezea, matter of life and death, na hatutaki eh, eh, kulazimishwa kufanya mambo ambayo hatutaki. Nataka, nataka, kwa hivyo nataka walimu wajitayarishe, in case tunapelekwa huko, tutakuwa na mgomo wa kitaifa ambao hatutaki, eh, atu, atu, kutaja madhara yake. Tunaomba serikali itengeneze, ihakikishe ya kwamba hii SHA inafanya kama ni kufanya ndio watu wetu waache kukuwa na shida. Nimekuwa na wazazi wengi wakiniambia, o oh, tumejaribu hii SHA ifanyi. Tunataka kuambia serikali ihakikishe ya kwamba SHA inafanya kazi, na kama si hivyo turudi, turudi kwa NHIF.